sana nikishangaa huyu mbunge wa Embakasi East ati anamweka ndio namba moja kwa kufanya kazi. Hebu angalia maisha zile watu wa, wa Savana, angalia maisha ni wanaishi, angalia hivi ni mtaro, hii ni maji taka, angalia vile maji na nuka umgu, inaingia kwa nyumba, watoto hawana amani, angalia vile arufulinakaa hapa hivi. Huyu ndio ule mbunge ambaye anajipiga kifua ati yeye anafanyia watu waliosavana kazi shuai. Mimi nasema hii, nataka ifike na ifike kabisa na kila mtu aone. Ukiangalia, angalia hii ni maji chafu, ona vile inanuka, takataka imejaa hapa ndani. Na huyu ni mbunge ambaye ni ambaye anaenda saa hii anaenda kamia, hakuna kitu anafanyia watu waliosavana, hakuna ni mapiara anapiga akitaka huku ukuchis, kujisiki akieziju atakuwa mchema. Tunashindwa kama umeshindwa kufanya kitu kidogo kama ile kushinda, je hii kubwa ambayo unataka kukua gavana, sasa utafanyia nini watu kama umeshindwa kukumbuni na umeshindwa kusaidia watu hapa? Ni Lower Savana, hapa ni Soweto, lakini watu wa hapa wanaishi maisha duni, wanaishi maisha ya shida, hawalali saa hii. Ukiangalia ile ugonjwa, mi nasema hata watu wahe wanakuwa watembee huku waangalie huyu, eh? ni mbunge ambaye anajipiga kukua ni mbunge ambaye yeye anataka aonekane kila mahali ni mbunge ambaye yeye ukienda kuongea akienda kutumia watu wakupige. Nasema tuko tayari kupigwa, lakini tuta protect maisha ya watu wa Lower Savana. Tunasema hii hatutakubali. Ukiangalia mpaka MCA amelala, MCA amelala. Kazi yake ni kuzunguka tuna na magari, kazi yake ni kwenda kutafuta watu wakiwapea mia mbili mia tano wamprotect na hiyo ndio kitu hatutakubali, na ndio maana tunasema kitu inaitwa handout tutaikataa, kwa sababu hautanipatia shilingi 500 mimi niende nikusifu kwa social media, na huku watu wanaumia, huku watu wanateseka. Ukiangalia maisha kama hii unaona, angalia, angalia, watu wanaishi maisha duni, angalia simu, maji chafu. Hata hapa hii mtaro, mtoto akianguka hapa hivi, hiyo redi ni mtoto anaweza kufia hapa hivi. Na unakuja unapata tuko na mbunge, unakuja unapata tuko na MCA unashindwa una hawa walitabuliwa nini? Ni pesa? Ni waigiza hapo ama waliingia wasaidie watu? Mimi hata nasema hivi, hauwezi linganisha mbunge wa Embakasi East na, na, na, na, na, na, na na mtu kama Mejadong. Mejadong amefanyia huko watu kazi, hizi hizi makona kona ametengeneza barabara yeah? Ukiangalia, angalia, hii ni maji, angalia hizi ni nyumba ambaye hata watu wamehama, yeah? Sasa hauwezi kaa hapa kwa sababu utakaa hapa kuna utakaa hapa ugonjwa itaingia kwa watoto, pneumonia, malaria, eh? Watoto yani, ile uchafu kwa hapa hata uwezi pika chakula ukaweka hapa nje hata, okay. hata biashara ziwezi fanyika hapa hivi. So kwa hivyo ile kitu sisi tunasema hivi, tuwache kudanganyana, tuache kudanganyana. Atunatumia basari ati ndio uonekano. Wacha kujipatia ushukavu wa kisiasa kwa kutumia basari. Basari ni haki ya kila mtu. Basari ni haki ya kila mtu, so kwa hivyo mimi kitu ninasema hivi. hii ni siweji. hii mnaona hii hii hii ni siweji hii. ni siweji ambayo inapita hapa. Hii hii ni siweji ambayo inasababisha magonjwa. Hii ni siweji, Jumbo, ambayo tuko na mbunge ambaye yeye anasema anafanya kazi. mimi nasema nyinyi ambaye mnasifu mbunge ati anafanya kazi. Muache kutudanganya. Muache kutudanganya kabisa. Sitakubali kudanganywa mesha choka. Na saa hii tunasema hatutachagua bora kiongozi, tunataka kiongozi bora ambaye ataweza kufanyia watu kazi, sio kiongozi ambaye ni kupika biar, sio kiongozi ambaye ukienda kusema anakutumia maguni. We are ready for o, lakini reality lazima ikuwe, lazima reality ikuwe sio. Kwa hivyo mi nasema hivi, lazima tunataka tuone, angalia hizi ni masiwe unaona, hii hii ni usieji imefunikwa hapa. Angalia hii imefunikwa, imefunikwa hapa, ile harufu inatoka hapa, hivi inasababisha magonjwa mbaya sana, mpaka unapata watoto wapata pneumonia. Mimi nasema watu wa health watembee, wakuje waone hii, wakuje waone hii, ndio watajua huyu mbunge hakuna kitu anafanya. Na mimi kama hata pediatrician ninasema huyu astahili hata kurudi kukua mbunge hata hiyo gavana anataka hastahili kukuwa gavana. Maana kama umeshindwa kutengeneza eneo bunge lako, unaenda kutengeneza mahali kuna matajiri huko, unawacha watu mahali walalahoi, watu ambaye wana, wanateseka, unawacha, unaenda kwa wale ambao wa mamilioni. Hii sisi hatutakubali, na hatuta kubali kutumiwa. Na mimi nataka niambie watu walio wa Savana, hii ni wakati wa kusimama, hii ni wakati wa kusema, kama kama mbunge mwenye tuko naye afanyi kazi, lazima tunataka yule atakuja, tunataka awe mfano aone, na kama atafanyia watu kazi pia yeye tutamng'oa. Hii ndo kitu sisi tumekataa. Hatutaishi maisha duni hivi. Hatutaishi maisha ambaye wewe hata uwezi pika chakula ukakulia kwa nyumba, ila harufu inatoka hapa ikiingia hapa hapa ma, hapa unaona hata watu wakai. watu wakai wakai unaona, kwa sababu angalia hii harufu ikiingia kwa chakula utakula aje? Hii ni kusababisha magonjwa kwa watoto, ni kusababisha magonjwa mabaya zaidi, magonjwa ya kipindupindu. Watu watakufa hapa kipindupindu. Ukiangalia hii ni kipindupindu tayari. Na mimi nasema hivi, kama wewe unajipiga kifua unafanya kazi, ninataka hii ionekane, ionekane Kenya mzima, na nataka ukiwa pale kwa parliament, ninataka hii jambo ipelekwe na iongelewe huko, maana sisi hatutakubali. Na ndio kwa maana mimi nasema kiongozi ambaye anaenda kukuja anafaa akuja afanyie wana Lower Savana kazi hii, mambo sisi tumechoka na kipindupindu Hivi karibuni tumeona mtoto amebebwa hapa kwa sababu ya kipindupindu. So kwa hivyo mimi ile kitu mimi nasema hivi, hatutakubaliana na mimi, nitasimama nitasimama na ya raia wanaloa Sabana, na nitasimama kama mtetezi wa wanyonge, kama mtetezi ya wanaloa Sabana, na niko tayari kusimama na hao na nitaongea haki, maana hii imefika mahali tunasema tawe, tunasema hii tawe. Hatutakubali, hatutakubali. Kwa hivyo mi nasema hivi lazima huyu yeah, mbunge yeah, ambaye yeye yeah, anajisifu huyu <laughs> MCA anafaa aende nyumbani. Kwa hivyo mi nasema hivi mheshimiwa eh, yeah, huyu e, MCA ambaye tuko naye anajiita Makopa, ambaye yeye ni MCA, kazi yake ni kuzunguka na magari tu, kazi yake ni kuzunguka na magari na hakuna kitu anafanyia watu. Mimi nasema hata kama ni mduya mwenzangu lakini nitasimama na uhaki. Mimi sitasimama na ukabila, sitamtendea tumteteati kwa sababu ni kabila yangu, bali mimi nitasimama kwa makabila zote hapa hapa Lower Savana, makabila ni mengi hapa sana, na lazima kila mtu afanyiwe kazi. Hii ni maisha mbaya sana, ni maisha ingine kutoka, kutoka, eh, kutoka mwezi wa kumi Machi, kutoka mwezi wa kumi